Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa naudhu wa wa na billahi min shururi anfusina wa min sayiati amalina wabaadi, ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wataala, kutakasala na salamu zimfikie mwalimu wa umma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tukiwa angali bado katika silsila ya vipindi vyetu vya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukiwa tayari tumeshaingia katika kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu wa ramadhani ndugu yangu katika imani kumi hili la mwisho ni kumi ambalo ni adhimu tunafahamu ya kwamba ramadhani yote ni jambo ambalo ni bora na ni kheri sana ambalo mja wa allah subhanahu wataala anatakiwa ajitume kisawasawa sawa, katika kukimbilia ridha na fadhila za allah subhanahu wataala wana mausim zao wanazozijua za kuchuma, kadhalika wakulima wanajua nyakati zao na wengine na wengine. Sasa mimi na wewe, kwa kuwa tunahitaji msamaha na maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi muda ni huu, kumi la mwisho. Tunatakiwa tumwige bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwani yeye ni kudwa kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kupitia Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema. Sasa kama mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema kwangu mimi na wewe, basi inatakiwa tuangalie namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyatumia masiku haya. Anasimulia bibi Aisha, radhiallahu anha, anasema idha kana al-ashr al-awakhir min Ramadan, ikiwa katika lile kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana ya kwamba linapoingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, mtume sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mizara, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifunga kibwebwe. Hii ni kinaya ya kuonyesha kwamba alikuwa akijitahidi sana sana sana kuliko alivyokuwa akijitahidi katika masiku mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijituma kisawasawa, ikiwa ni visimamo vya usiku, na ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anasimama na ilhali ya kwamba ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi amesamehewa dhambi zake zilizotangulia, lakini pamoja na hivyo ilikuwa anajituma katika visimamo mpaka inafika wakati miguu yake inavimba. Bibi Aisha radhiyallahu anha anamwambia ya Rasul Allah, hivi hajasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amekusameha dhambi zako zilizopita na zijazo? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, afala kuna abdan shakura, hivi nisiwe ni mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, kumbuka ya kwamba kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumegawanyika katika aina mbili. Kuna kumshukuru kwa kusema alhamdulillah, na hili kila mmoja wetu analiweza. Umepata jambo la kheri ukasema alhamdulillah, kwa maana ya kwamba ukamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kurejesha shukurani kaulia. Lakini kuna aina ya pili ambayo ni fiilia. Huku kumshukuru kuna kaulia na fiilia. Kaulia ni, ni kusema alhamdulillah, kila mmoja wetu anaweza kulisema hilo, lakini la fiilia ndiyo shughuli iko hapo hivyo maana yake ni kwamba amekufanyia Allah subhana wataala jambo ambalo lilikuwa ni bora, au ni jambo lilikuwa ni zito sana kwa upande wako, kisha Allah subhana wa ta'ala akakufanyia wepesi, basi na wewe ukarejesha shukurani kwake yeye Allah subhana wa ta'ala, ima kwa kufanya ibada sana, ima kwa kuthirisha ukatoa sadaka, au kwa hali yoyote ile, kuonyesha kwamba umeonyesha shukurani zako kivitendo kwa Allah subhana wa ta'ala. Mtume, sallallahu alaihi wa sallam, yeye alionyesha zile shukurani za kusamehewa dhambi zake na Allah subhanahu wataala, akarejesha shukurani kaulia wa fiilia, kivitendo kwa kusema alhamdulillah, ambalo kila mmoja anaweza mimi naweza wewe unaweza na mwingine kadhalika anaweza. Lakini hili la fiilia ni wachache katika waja wa Allah subhanahu wataala wanalolitambua wanalo wa hilo. Ulikuwa ni mgonjwa umeugua kwa kipindi kirefu, Allah kakufanya wepesi, umepata ilaji, umepona unarudisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutoa sadaka au kwa kukithirisha zaidi ibada. Ndo bibi Aisha alivyomuuliza mtume kwa kumwambia, Allah hajasema kama amekusamehe am, dhambi zako, mbona naona kama vile wajitesa? Mtume akamwambia, afala akuna abdan shakura. Anasema yani, huku kukithirisha hizi ibada kwanza, achilia mbali ni kujituma kwa katika kumtui Allah subhanahu wa ta'ala, pili ni kuonyesha shukurani zangu mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani mimi na wewe tunatakiwa tuonyeshe sasa shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kipindi hiki ama kupitia masiku haya yaliyobaki sasa. Aisha radhiyallahu anha, ana anamwangalia mtume sallallahu alaihi wasalama, na akawa ni mwenye kutusimulia sisi kwa kusema ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam linapoingia siku ile kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inabadilika. Alikuwa akijituma taban ibada katika masiku ishirini yaliyopita, lakini katika lile kumi la mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam anabadilika kabisa, anaonyesha jitihada za hali ya juu mno. Mm, Bibi Aisha anasema kana yashuddu mizara, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaji funga kibwebwe kisawa sawa na kaza msuli wake kisawa sawa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini yote haya? Ni kwa sababu katika kumi hili Qur'ani, ni mwezi mtukufu eh, ni mwezi mtukufu katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao umefadhilishwa. Yani hatumaanishi ile miezi mitukufu iliyopangiliwa miezi minne, Ramadhani haiko hapo, lakini eh, Ramadhani ina fadhila zake za kipekee. Ramadhani ina fadhila zake za kipekee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndani yake ule ubora wake kwanza, ndani yake ni kwa sababu imeshuka Qur'ani, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala: inna anzalnahu fi laylatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wa laylatul qadr. Ni upi usiku wa laylatul qadr? Allah akasema wa ma adraka ma laylatul qadr, na kipi kitakachokujulisha wewe ni nini laylatul qadr? Allah akatoa jibu kwa kusema min usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu moja. Ndugu yangu katika imani, miezi elfu moja ambapo kwa hesabu za haraka haraka ni sawa na miaka themanini na tatu takriban na miezi minne. Nani katika mimi na wewe anaweza kufika umri huo? Hujui leo utaondoka, kesho, kesho kutwa. Ni wangapi ambao wameondoka katika maisha haya hawajafikisha umri huo na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatwambia kwamba umri wa umma wake ni mchache mno ukilinganisha na umam zilizotangulia. Katika umam zilizotangulia watu waliishi miaka mia tano na ziada, miaka elfu moja kina Nabii Allah Nuh no. lakini pamoja na yote hayo kwamba pamoja na umri huo mrefu waliokuwa wamepewa wao, umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukapewa umri ambao ni mfupi mno. Hakuna umma ambao na umri mfupi kama vile ulivyokuwa umma wa, wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema a'maru ummati ma baina 60 ila 70, au kama qala alayhi salatu wasalam, umri wa umma wangu mimi ni kati ya miaka 60 mpaka 70. Na ni wachache kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaovuka hapo ni wachache. Ni kweli ndivyo ilivyo, ndugu yangu katika imani, wanaovuka hapo ni wachache. Kwa haraka haraka ukitathmini, ukatazama, ni wachache ambao wanaovuka umri huo, lakini pamoja na uchache wake, Allah subhana wa ta'ala kajalia kuna vitu ambavyo iwapo watakuwa wame waja wa Allah subhana wa ta'ala wamejituma kisawasawa katika kupitia vitu hivyo na nyakati hizo. Miongoni mwa nyakati hizo ni haya masiku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku kumi ambayo ndani yake tumesema inapatikana Lailatul Qadr, Lailatul Qadri ambayo ni khairu min alfi shahad, ni bora kuliko e, miezi elfu moja. Yani wewe utakayeafikishwa ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadr ukawa ni mwenye kujituma kisawasawa katika ibada, tambua kwamba utakuwa umehesabika ni sawa na mtu aliyofanya ibada miaka 83 na miezi kadhaa ambayo ni sawa na miezi elfu moja. Kama qala azza min qa'ilin. Kwa hiyo bibi Aisha radhiyallahu anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumi hili la mwisho, kana yashuddu mizara mi. Lakini sio hilo tu, anasema wayuhyi al laila, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kuhuisha usiku. Wayuqidhu ahla, lakini pia sio hilo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamsha hata famili yake kwa lengo la kwamba wajitume kisawa sawa katika kukimbilia yale yaliyoko kwa Allah subhana wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, swala la kuiokoa nafsi yako ni swala ambalo ni la wajibu na ni swala ambalo ni la msingi, lakini pia kumbuka kwamba familia yako usije ukaiacha ilhali ni yenye kuteketea, ilhali hali yenyewe ni yenye kuyapuuza haya masiku. Mimi na wewe na wako wengi ambao huenda wakawa wanajituma katika masiku haya, lakini hawana habari na familia yao, kana kwamba wao wamechukua dhamana kwamba yeye akifanya ibada basi na familia itakuwa imeshapata ibada la Haikuwa hivi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye alikuwa akiamsha familia yake ili wajipinde kisawasawa katika masiku haya kumi ya mwisho eh, wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, waweze kupata maghfirah na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio uliokuwa mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumalizia, Bibi Aisha radhiyallahu anha alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah Ewe mjumbe wa Allah, waonaje lao nikahisi ama nikagundua kwamba niko katika usiku ambao ndo haswa unatarajiwa kwamba ndo Lailatul Qadr, kipi ambacho anatakiwa kukisema? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kuli sema, ewe Aisha, pale utakapohisi kwamba uko ndani ya usiku unaotarajiwa kwamba ndo usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu moja ndani yake wanashuka malaika na inakuwa ni amani tupu, kuanzia kuzama kwa jua hata matla matla alfajiri mpaka kuchomoza kwa alfajiri, kipi niseme, ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bibi Aisha maneno ambayo ni machache mno, yani kila mmoja mkubwa, mdogo, mwanamke, mwanamme wanaweza kuyatamka maneno hayo hata kama hujui lugha ya Kiarabu. Maneno mafupi, lakini yana maana pana sana. Ukiangalia ibara yake ni fupi mno

na ndio duaa adhim ambayo mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa kuisema pale atakapokuwa katika visimamo hivi vya usiku, anatakiwa akithirisha kuyasema maneno haya, huenda sodfa ikatokea kwamba ajaliwe ndo ameudiriki kwamba yuko katika usiku ule, basi na yeye atakuwa ameshapata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume SAW anawaambia kuli Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni, ni maneno ambayo kila mmoja wetu anaweza kuyatamka maana yake ni kwamba ni wewe unamueleza mola wako kumwambia, allahumma ewe mola wangu, innaka afuun, hakika yako wewe ni msamehevu, tuhibbu lafua, unapenda kusamehe. Na ni katika sifa ya Allah subhanahu wa taala kuwasamehe waja wake. Sasa kama ndivyo ilivyo hivyo, faafu anni, nisamehe ewe Allah. Ndugu yangu katika imani, muda ndo huu Jitume kwa Allah subhana wa ta'ala, jipinde. Hujui kwamba hii huenda ikawa ndo Ramadhani yako ya mwisho, na huenda kuna kusuri, umefanya mapungufu mengi katika Ramadhani hizi ishirini zilizopita, yani kwa maana kwamba masiku ishirini yaliyopita. Sasa kwa kupitia masiku haya kumi, mkimbilie Allah subhana wa ta'ala, tafuta maghfira kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala. Na Allah yuko tayari kukusamehe, innahu tawwabur rahim, kwani yeye ni mwenye kuku, kupokea tauba